Wafanyabiashara wengi hujifungia kwenye kazi zao. Je, kuna njia bora ya kugawa majukumu? Jambo la kwanza, ukitaka kufanya kila kitu kwenye biashara yako utakufa, japokuwa steji ya kwanza inakulazimu kufanya kila kitu kwenye biashara yako steji ya kwanza ni steji ambayo hamna mtu anakuamini, hauna hela, hauna hela kumpa mtu, hakuna sehemu ambako utaenda kusema kitu kieleweka, mpaka ukifanye. Steji ya pili ni kuanza kuachia majukumu. Mtu anayetengeneza content mwachie, mtu anayeenda kutengeneza product ama service mwachie, mtu anayeenda kudeliver mwachie. Lengo kuu la kufanya biashara na ujasiriamali ni kupata freedom, freedom kwenye mambo makuu mawili: financial freedom, freedom ya kifedha na financial ya time, uwe na muda wa kuweza kukaa chini na kurelax. Hiyo ndio lengo kuu la kufanya biashara, upate muda Tunasema you buy back your time na ukibuy back your time, faida yake ni kwamba inakupa nafasi ya kufikiria, kuwa mbunifu zaidi. Huwezi kuwa mbunifu wakati unafanya kazi ndani. Kuna mambo mawili: kufanya kazi ndani ya kazi yako na kufanya kazi juu ya kazi yako. Kufanya kazi ndani ya kazi yako ndo kufanya kila kitu mwenyewe, unakatakata mwenyewe vitunguu wewe mwenyewe, unaenda kuwahudumia wateja pale ndani kwenye restaurant. Watu wanapataka delivery, unawasha pikipiki unapelekea delivery, unarudi ndani, unafanya usafi, unaupika, unaosha vyombo, utakufa. Ikiwa ni steji ya kwanza ya biashara Amna hauna hela. Ukianza kutoka levo moja baada ya nyingine ni, ni kuanza kuachia majukumu moja moja, na majukumu unachaja majukumu unachia kutokana na ana, kitu ambacho wewe sio bora zaidi kwenye hicho kitu. Kitu cha pili angalia kitu kinachopoteza muda. Kuna kitu ambacho kinaweza kikawa kinapoteza muda, hakikuingizii pesa, ila kichenye kinapoteza muda, hata kama ni mzuri kwenye hicho kitu, gawia mtu mwingine. Wewe kitu ambacho unatakiwa kudili nacho ni kitu ambacho kinaingiza pesa tu, yaani hapa ndo ile inatoka na kuingia kwa mfano kwenye sales, kwenye sales. sales ndio pekee ambapo pesa inaingia, ukiuza au ukinunua product ama service. Watu watakao deliver service watu watu deliver ni wengine, watu watakao record hizo mauzo na kila kitu ni watu wengine, watu watakao andaa mchakato mzima ni watu wengine, wengine kila kitu anacho wengine, lakini kwenye sales unaweza kubaki. Tofauti na sales, vitu vingine wagawia watu wengine, kutokana na umuhimu wake wa upotezaji wa muda na ubovu wako binafsi. Hapo ndipo unaweza kuwa mbunifu na kupata nafasi ya kuwa mbunifu zaidi ya kuweza kufanya biashara yako kuja na namna tofauti za kuweza kuwa bora.